Mimi sina mengi zaidi, ninaondoka, ila nitakaporudi hapa na mguu huu kwa mara ya pili, nimkute kijana wangu yupo hapa, Baba. Kuna kitu nataka nikuulize. Mm-hmm. Ah, ah. <laughs> Ah, kuna kaka na mwana wa ndani, ni kaka yako kweli au kaka gani? Anasemea mwana wa ndani ni fibo handsome wangu, nakujua wewe unataka uniue. Unamzungumzia kakaangu kipenzi Genzi, si ndio? Huyo huyo ina tu, nilikuwa nimesahau ni kaka yako. Ni kaka yangu, yani tumeachia naziwa. Kwani kwa nini utoni? eh eh eh eh, nambia. Na kwa nini uniulize why? Asante mwenyezi Mungu, kazi yangu inakuwa ni Mama yangu hivi ni tabia gani? Eh ila eh, tumekaribia kufikisha ya kionjo zote ndio nimechukua, ila zako ni kubwa, zote nimechukua nimepeleka wapi? Unataka kumaanisha kwamba kwa, kwa sasa hivi mimi ni mwezi si ndio? Yaani unamaanisha kabisa mimi ndio nimechukua pesa humo ndani? Kwa nini unataka kumaanisha nani alichukua zile humo ndani? Huu mtaa huu. Unajua kabisa umezungukwa na vibaka. Mungu huna haya wewe. Kwa anataka kumaanisha mwizi katoka kwa alikotoka, mpaka kuingia mndani, amekuja kuchukua hela, anajua kibubu nilipokiweka kama soe. Nani mwingine anajua? Kama kibubu kipo same fulani. Ni nani anajua mwingine kama soe? Mungu, umechukua hela. Unataka kucheza na akili yangu. Hizi hela mndani umechukua wewe. Kwa hiyo unanipandishia sauti? Ah. Unanipandishia sauti, si ndio? Kwa hiyo tuseme mndani sasa anishi sijui? Kwa hiyo mimi ndio nimechukua hizo so hela. Mimi ndo nimechukua ni hizo hela. Ujue mimi nimesoma na elimu yangu, mm-hmm. alafu pia mimi na maisha yangu tena mazuri. Maria, nimeshajipata kila kitu, ninacho, hakuna kitu ambacho ya sinakona, yani kiufupi tu kuitatua. Yeye umebeba kaka yangu. Anyway, lakini ninapokuangalia naona kweli unamaanisha, ila shoga yangu iko kazi, kuna mziki ya yani, hiyo kaka yangu ni mwana hataki kusikia habari ya mwanamke sijui unanielewa. Yaani kwa sasa hivi yeye na mwanamke ni paka na paya, uposhogana, na hiyo yote ni kutokana na matatizo ya yeye na mke wake. Hivyo ndio kwamba, alikuwa ameoa? Sio alikuwa mpaka sasa hivi, maana mi sijashuhudia taraka wemali. Kwa hiyo unataka kunyambia na mke? Ha? kwa ukafikiri kakaangu lijai kama yule akai bila mke why? ili kamliule wa kakaangu akaibi na mke? Hatatu acha basi. Eh, sasa nafanyaje? nisaidie basi amesha kusana na mke wake. Sasa ni vishogangu mimi, kama mimi na ni kama mimi, lakini mimi yule si ni kakaangu, alafu tumeshiriana kinyama, siwezi kumwambia hata kidogo, ila nakushauri, kushauri, nisiusemee mume wa mtu. Nenda peke yako kama mimi, siku hizi ni ukweli na uwazi. Hivi tatu nani nikwambia, sasa hivi kuna mambo ya kuambizana, si mambo ya ni, neno kanisemeleze. Nenda sio, kafanyaje, nenda mwenyewe. Mm-hmm. kuna subutu kabisa kuniambia mimi. Kwa mimi nichukue pesa ya kiwanja, afu niipeleke wapi? Ila Mungu na kufanya sio vizuri. Tutaendelea lini? Sio kwa tunalipia kila siku nyumba za upangaji mpaka lini? Tulikuwa tunaisha kabla kunua kiwanja. Hela kabisa kwa tunashindwa kununua kiwanja. Umebeba hela zote umezipeleka wapi sijui. Eh? Mimi nisha choka najua eh. Nimepambana, mnapambana lakini yeye anakuwa achukua muda. Nisikilize nikwambie mwanamke, sawa? Usitaki kuleta tabia zako za kipumbavu. Sijui unanielewa? Maswala ya kuniita mimi mwizi, sitaki. Kama unahisi mimi ni mwizi na unahisi kabisa hizo pesa mimi ndo nimechukua. Fanya unachokitaka. It it? Habari za wakati huu wapenzi watazamaji, jina langu naitwa Madam Naomi Musa Kitwari, nichukua nafasi hii kukukaribisha katika shule yetu ya watoto inaitwa Meama Learning Center. Mlete mtoto apate elimu kwa gharama nafuu sana, tunao walimu wazuri wanaoweza kulea na kufundisha, lakini pia kwa mwaka huu tuna watoto wa awali tu Nakuzungumzia awali, nadhani tu sote tunaelewa watoto wa nasari tu prepo 1, baby class na prepo 2. Lakini kwa mwakani tutakuwa na class 1 pia. Shule hii inapatikana jijini Mwanza Machinjioni, barabara ya Shigunga. Kwa mawasiliano zaidi waweza piga namba 0754 93 79 15. Kwa hiyo mlete mtoto wako Mea Learning Center kwa elimu bora. Pajuaje? Ndiyo maana yakawepo mawasiliano. Mwanangu, ntampigia baba yako simu, nitamwelekeza tulipo hamia, baba atakuja tulipo. Sawa mwanangu? Mama mimi nimemisi baba. Basi hivyo niende kule tulikotoka Nihivo mwanangu, mimi nitampigia baba yako simu. Nitamuelekeza tulipo amia, atakuja nyumbani. Umesikia kipenzi changu? Sipendi kukuona nakaa hivo, tabasama basi, penzi changu. Kingine, mimi, kao, taba, sambas, penzi changu. Tuna, dhe, ni mama yako nakupenda nakupenda eti mwanangu. Asante. Uh -huh. Ah. ndogo wangu vipi, lakini kuhusu biashara zako? Ah. mm. namshukuru Mungu zinaenda vizuri. Vipi wale watu nilojaribu kukuambia kuhusu, ujaribu na jaribu posti mtandaoni, wameitikia sana? Kiukweli, wa watu wamepokea na, hmm. inaenda vizuri wewe. mm. mm. mm. Ah, ni jambo jema mm. ila kuna kitu mimi kinanisumbua kwenye akili yangu.

namna ya kumwanza, hujamwambia? Sijamwambia na siwezi kumwambia. Namwanzaje mwanaume bwana? Unajua so, nikimwanza mwanaume sina heshima, na nami natafuta mwanaume ambaye naweza tukapendana naye tukafunga ndoa tukazaa watoto, so, yaani kama mme mme, sio bora mwanaume. Sasa dada, mm. Story yako mm. takufaana mm. <laughs> mm. Dada sina mm. jua la rafiki yangu Maria ndio. mm. Sasa nilienda pale kwake mm. nikamkuta mkaka amekuja pale, yani kaka yake mm. Hey. mm -hmm. Yani dada, nilivyomuona mm. eh, na mimi vile vile moyo wangu ti t, -t, -t yani dada, nilitokea kumpenda mm. Dada ninampenda wewe, tena wewe ndio uishi mambo mdogo wangu <laughs> <laughs> lakini sasa ndio oh, Ugonjwa ulio nao wewe? Mm. Ndio nilio nao wewe. Ndio. Sijamwambia. Ah. Umwambia tunakupenda. Siwezi. <tipa> Sasa so, <tipa> Mungu wangu mimi nikoje hivi niwe tiki unajua tena bila ya mambo tokalikuwa. Ikiwa bado bado siwezi.

Mbona wewe mwanamke malaya wewe? Sasa mume wangu malangu mimi uko wapi? si nimetoka kwenye mishi zangu nimekuja nyumbani, kwani akinjushia hapa ni gani? Ah, kuna ulazima gani? unashindwa kushukia kule? umeona ushukia hapo, muonyesha kabisa, unakaa hapa, si ndio? mimi nimeona kule ni mbaya, ndio mimi kushukia hapa hivyo. Mwanamke wewe, mbona ubebeki wewe? mbona kila mwanamke kila mwanamume unayokutana naye anataka wapi? watapita wanaume wangapi? Nikusamee au nimefanya makosa kukuruhusu ufanye biashara kule sokoni? Sasa ni hivi, huo mara wako usiutaki kabisa? Tangulia ha, na ndani haraka. Yaani wewe kila mwanamume unayemuona tu, mwanamke mbona? Mshenzi sana huyu, yaani amevaa kwa kujistiri kabisa, ajati shenzi kabisa. Hivi kaka yako ameamua kuacha familia yake na kuja kuishi hapa au? Maana hujaniambia chochote na mume <coughs> <coughs> wangu. Hilo swala unalojiuliza hata mimi najiuliza. Yaani mimi kwenye swala hilo ni mgeni kama wewe. <coughs>

Nakupankua, nachotaka nikujua amekuja kufanya nini, na atakaa hapa kwa muda gani? Ameacha familia yu? Mume wangu kipenzi, Lawi huyu ni kaka yangu wa damu na ni shemeji yako pia. Yani tumpe muda tu, mume wangu. Naye anajua ana familia, anajua ana kwake na najua kabisa fika hapa sio kwake. Atarudi. Sasa nikwambie kitu kituki Au atakaa hapa pamoja na sisi alafu pia familia yake atakua kachaimwang. Ah, ah, hapana minono mwambie, wewe wewe ni shemeji yake, pengine atakuelewa. Yani minona aibu bwana, nitamwambiaje Kuweza kuendawi. Muulize hapa atakaa mpaka lini? Na kama kuna shughuli amekuja kufanya basi akwambie. No discussion. n men na mke wako. mke wangu, wangu. Wewe ndio bingwa kuchukua wake za watu si ndio? Wewe ndio bingwa kuchukua wake za watu. Nisikilize bro, yule ni mke wangu.